Leo Machi 10, 2025 ni msanii Wozu anayesherehekea kumbukizi ya sikukuu yake ya kuzaliwa ama kumbukizi ya siku yake ya kuzaliwa, na mmoja kati ya watu ambao wamemtakia heri ya siku kuzaliwa ni Wema Sepetu. Kumekuwa na maneno around the corner kuhusu mahusiano ya wawili hawa, ikiwemo ya kwamba hawa wameachana, lakini wengine wameenda mbali zaidi na kusema kwamba Wema anajipendekeza kwa Wozu, kwamba Wema aachike ajifunze kumove on. Sasa kupitia Instagram account ya Wema Sepetu amemposti Whozu na kumtakia heri ya kuzaliwa, akiandika ya kwamba Happy birthday baba, akiwa ameabadanisha maneno hayo, mwanzo wa maneno kuna I love you, na mwisho kuna alama ya kopa. So pale chini akamtaga, akaandika ati Whozu, akafuatia na kopa jikundu kama unavyoona kwenye video yako hapo. Hiyo ndio caption ambayo Wema Sepetu amemwandikia Whozu. Sasa chibaba Whozu hakuwa mbali na yeye, kwa chini pale akaandika kwa kujibu, akaandika love you shununu wa baba. Sasa Wema aliandika kopa moja yeye, Whozu amekuja kuweka kopa pacha, yaani makopa mawili. Sasa kwenye ile lile jibu la Whozu kuna watu pale wamelike ile reaction wakiwa 957 mpaka sasa hivi mimi navyokwambia hivi lakini kuna comments zaidi ya 20 so ni kitu ambacho kimetokea sasa hivi lakini comments za watu mbalimbali wakiweza kushauri ama kuweza kuzungumza yakwao kwenye posti ile akiwemo gigi mane yeye akisema kwamba mambo kwa ushahidi akinyanyua na mikono akasema happy birthday, dingo lakini kuna wengine wamekuja mbali zaidi na kusema kwamba wema jifunze ku move on siko ubaya lakini lakini wengine wamekuja kucheka kama the future huku kuna wengine wakisema hata wewe ungekuwa ungeweza kumwacha mtoto wa elfu mbili. So alikuwa anamaanisha nani hapa? Ni mtoto wa elfu mbili kwa sababu tunamfahamu Wema kwenye game ni kitambo sana, Whozu pia kwenye game kitambo, tangu alivyoanza kwenye, eh, kuwa comedian. So kuna watu wengi sana wamecomment pale, lakini wengine wakisema sentensi fupi sana, lakini imebeba kila kitu kuliko maelezo mengi anayoweza kuchukua. Mistari mia moja happy birthday baba is a real meaningful word than 10000 lines yake, anamaanisha kwamba neno happy birthday baba likiwa na maana kubwa zaidi ya kuandika misamiati mingi maneno elfu moja ama mibembelezo mingi yenye maneno elfu moja lakini, wengine pia wameambatanisha e, kumtakia Whozu happy birthday kupitia ile posti ya Wema Sepetu. So ni kile kitu ambacho kinaendelea kwenye ukurasa wa Instagram wa Wema Sepetu. Lakini je, ni kweli kwamba wale hawa walikuwa kwenye mtafaruku baina yao wawili kuhusu swala la zima la mahusiano ama vipi? So wengine, mmoja kusema madam Wema, itoshe kusema tumechoka kuzalilishwa na hizo mambo zako. So baadhi so, ya watu komenti zikiwa zimeandikwa hivyo. So leo ni birthday ya Whozu na mimi niungane na wanasawasawa kuweza kumtakia chibaba heri ya kumbukizi yake ya kuzaliwa. Lakini kwenye swala la Wema na yeye Whozu, itabidi tumtafute aweze kutuambia, je, ni kweli ilitokea ufa katikati yao, lakini sasa mambo yako shwari, ama hii posti tu wamekuja kutoridhisha, lakini nyuma ya pazia kuna mambo mengine zaidi yanaendelea. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.